Naamini mnakumbuka tukio lililotokea huko Yombo Dovya na Kigamboni kuhusu athari zilizotokana na mafuta yaliyotumika na walaji katika maeneo hayo. Kwa lengo kubwa la leo ni kutoa mrejesho eh, kuhusu ufuatiliaji tulioufanya kwa ajili ya sasa kufahamu kilichotokea ni nini na kama kuna hatua zozote ambazo tutaendelea nazo e. Na kabla sijaendelea nichukue e, fursa hii kutoa pole kwa wale wote ambao waliathirika na mafuta hayo e, tuliona athari walizozipata kwa maana ya walivyougua matumbo e, mambo ya kupumua lakini, e, tuliona pia wengine wanaathirika macho, kwa hiyo tuna toa pole kwa waathirika wote, lakini tunaamini Mungu amesaidia wa wao ku, kupata nafuu au kupona kutokana eh, na madhara ambayo waliyapata. Na kabla sijaendelea pia eh, ni tuombe radhi, kwa maana ya kwamba taarifa hizi tunafahamu waandishi wa habari wanafuatilia sana na mlikuwa mnashangaa, lakini pia hata wananchi wanaweza kuwa walikuwa wanashangaa kwamba kwa nini TBS mpaka sasa haijasema neno. Niseme tu kwamba e, taarifa za TBS ili ziweze kutoka lazima tuwe tumekamilisha kupata majibu maabara, science, ya kimaabara au ya kisayansi ambayo tukiyatafsiri yanaleta maana ile inayokusudiwa. Yawezekana kabisa wananchi, waandishi wa habari e, mnapenda kwamba jambo limetokea ni leo, ningependa kuona matokeo kesho kesho kutwa, ambayo ni jambo jema, kwani hata sisi e, si kwamba tunapenda kukaa na swala moja kwa muda mrefu, kwa ni jambo jema pale inapowezekana kutoa mrejesho kwa muda mfupi inavyowezekana, lakini kuna mazingira ambayo yanaweza ka kufanya ukachelewa. Kwa mfano katika swala tunalozungumzia leo e, tulipofanya upimaji wa sampuli zilizochukuliwa mwanzo, majibu yaliyokuwa yanatoka yalikuwa yanaashiria kwamba hakuna tatizo. Kwa hiyo sasa, kama hakuna tatizo za shida ni nini? Sasa huwezi kutoa majibu kama hayo kwa wananchi, sasa utaulizwa. Kwa hiyo kwa hiyo wameathirika tu from nowhere yani. Kwa hiyo ikatubidi tuingie kwenye upimaji wa asilimia mia moja ya sampuli ambazo tulikuwa nazo, na hayo maelezo kuhusu sampuli hizo asilimia mia moja tulizozipima nitazitolea maelezo hivi hivi punde. Kwa hiyo tunawashukuru waandishi wa habari kwa namna mlivyokuwa mnaendelea kufuatilia, lakini tuseme wazi kwamba tulikuwa hatujawa tayari kwa sababu za msingi, kwa sababu hatukuwa na jambo ambalo lingeweza kuleta maana kwa jamii kama tungetoa kabla kukamilisha hiki tulichokuwa tunakifanya, na kwa, kwa ajili ya kuendelea eh, niseme kwamba tulifanya hii kazi ya ufuatiliaji lakini hatukufanya peke yetu kuna maeneo ambapo wenzetu tulifanya na wenzetu wa mkemia mkuu wa serikali, lakini pia jeshi la polisi na nao tulishirikiana eh, nao katika kuhakikisha kwamba maeneo yote ya kisheria yanazingatiwa, ili tunapokuja kutoa maelezo hapa basi yawe ni maelezo ambayo yamejitosheleza. Kwa hiyo eh, maelezo nayo yatoa haya yamezingatia ya eh, nini jeshi la polisi walifanya kwa upande wao lakini amezingatia nini mkemia mkuu wa serikali alifanya kwa upande wake. Sasa niseme kwamba baada ya kuwa taarifa zimetoka za mlipuko wa athari zile ambazo wote tulizishuhudia, tulifanya kwa njia tofauti tofauti ili kufikia mahali ambapo tutasema kwamba tatizo lilikuwa ni nini. Namna ya kwanza ufuatiliaji au ya uchunguzi ilikuwa ni kuangalia, je, eh, haya mafuta yanayozungumzwa yamezalishwa wapi? Kama yamezalishwa nchini ni nani kazalisha na ule mnyororo wa usambazaji, lakini kama hayajazalishwa nchini yalitoka wapi na yaliingiaje, na kama yaliingia yaliingilia wapi, na yalifuata utaratibu na yalikuwa katika hali gani? Kwa, kwa muktadha wa namna ambavyo e, mafuta yaliingia nchini tuliamua kwamba muuzaji ambaye ana, anauza kwa jumla kule e, Temeke yeye hununua mafuta kwa mwingizaji mwingine anaitwa. Long Wide Traders Limited huingiza mafuta kutoka nchi ya Indonesia, na mafuta haya hushushwa bandari ya Zanzibar na huku bara huja kupitia bandari ya Bagamoyo. Na yakiwa bandari ya Bagamoyo, kwa kuwa orders huwa zinakuwa zimeshafahamika, kwa hiyo huwa inaeleweka kwamba mzigo huu baada ya kutoka Zanzibar na kufika Bagamoyo, nani anastahili kuchukua kiasi gani cha mzigo nani? Kwa hiyo mgawanyo unaanzia pale bandarini. Kwa hiyo utakapoletwa hapa Dar es Salaam, mzigo unapelekwa kiasi kinachohitajika kwa mnunuzi labda a na kingine kwa mnunuzi B. Kwa hiyo vinakwenda vinashushwa huko. Kwa hiyo kila mmoja anapokea mzigo kutoka bandarini na kuhifadhi katika gara lake, na mafuta haya ya yanayotoka Indonesia na mwingizaji huyu ni mafuta ya kula ambayo yameshathibitishwa ubora wake na shirika la viwango kule kule yanakozalishwa, hali yameangaliwa kwa utaratibu uliopo wa TBS kwa viwanda vilivyoko nje. Na kwa hiyo katika kufuatilia, kati ya Novemba na Disemba elfu mbili ishirini na nne mafuta eh, eh, takribani madumu elfu saba mia tano madumu elfu saba mia tano ambapo kila dumu lina ujazo wa lita ishirini, ukipiga hesabu elfu saba mia tano mara lita ishirini, maana yake zilizoingizwa ni lita eh, laki moja na elfu hamsini. Kwa mantiki hiyo kiasi hiki kikubwa, kama mafuta haya yalipokuwa naingizwa nchini yalikuwa na shida, tatizo hilo lingekuwa kubwa kuliko ambavyo tuna tumeona. Na hii inathibitisha kwamba maelezo inathibitisha maelezo kwamba mafuta haya yalipoingizwa mpaka kuwafikia hao wauzaji hao wa jumla au warejareja e, yalikuwa e, ule hasa hao wa jumla, maana yake ni kwamba yalikuwa hayana tatizo na hata taratibu za bandarini pale Bagamoyo zimefuatwa, na tunazo rejea za nyaraka, ikiwemo nyaraka za TBS ambazo ziliruhusu mafuta haya kuingia hapa Tanzania bara. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba mafuta haya yanatoka Indonesia, yameshathibitishwa ubora wake na TBS yanapitia Zanzibar bandari ya Bagamoyo, na hivyo kugawanywa kwa waagizaji kama ambavyo nimekwisha eleza. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na mashaka na mafuta yaliyoingizwa hapa nchini. Baada ya kuwa tumefuatilia namna ambavyo mafuta yameingizwa hapa nchini, tukafuatilia mnyororo wa mauzo kama nilivyoeleza awali, kwamba yupo mwingizaji mmoja anaitwa Ally Fadhil Ally ambaye yeye alipokea e, kiasi cha mafuta kutoka kwa e, huyu muuzaji ambaye nimemtaja, Long Wide Traders Limited, ambaye ndio mwingizaji mkubwa. Kwa hiyo na yeye alipokea sehemu ya mzigo e, na kwa hiyo aliuhifadhi katika eneo lake, na wakati tukio hili linatokea alikuwa ameshafanya biashara na katika eneo lake la, la biashara alikuwa amebakiwa na madumu tisini na tisa alibakiwa na madumu tisini na tisa na haya madumu tisini na tisa wakati tunafuatilia baada ya mlipuko, madumu haya yalichunguzwa ikaonekana kwamba e, lakiri lakiri ilikuwa imevunjwa. Kwa maana kwamba tunapozungumzia E, bidhaa ili tuseme hata kwa macho kwamba ipo kama ilivyofungashwa kiwandani na tunatarajia kwamba yawe yamefungwa inavyostahili. Sasa madumu haya tisini na tisa yalionekana na kasoro, ya kwanza ni hiyo kwamba hayakuwa haya yamefungwa. Haya sasa, kama hayakuwa yamefungwa, hatari inayoweza kutokea ni kwamba, je, yalifunguliwa kwa ajili ya, ya nini? lakini hata kama ya kufunguliwa kwa makusudi, unaweza ukaeleza, labda mtu mwingine akasema kama ambavyo maelezo mengine yameeleza kwamba labda ni kwa sababu ya, ya namna ya ushushaji na upakiaji kuanzia bandarini, kwa sababu yanakuja kwa mashua hizi ndogo. Kwa hiyo sasa, lakini kwa kutokuwa na lakiri, maana yake ni kwamba mafuta kwetu sisi ni kwamba yamefunguliwa, na kama yamefunguliwa, uwezekano wa kuingia hewa lakini kunapokuwa na mwanga, kisayansi hivi vinaitwa vichocheo vya mafuta kuharibika. Kwa hiyo kutokana na kwamba vifungashio vya mafuta hayo vilikuwa lakiri imevunjwa, ndio hapa tunaweza kuanza kuzungumzia eh, kosa la huyu muuzaji wa jumla, kwa sababu kama alipokea mafuta yakiwa yana, yamefungwa, ni nini kilisababisha yawe yamefunguliwa? na ni madumu yote 99. Kwa hiyo hapa tutaongelea baadaye kidogo zaidi, lakini tutakuja ukuta kwamba katika upimaji nilielezea kwa nini tumechelewa, na hili ni eneo mojawapo ambayo lilisababisha kuchelewa, kwa sababu katika hizi e, madumu tisini na tisa ilichukuliwa sampuli moja ikapimwa. Baada ya kupata majibu ya hiyo sampuli moja hayakutuwezesha sisi kutoa statement tunasema tatizo linaonekana lakini mafuta hayaashiriki kuna tatizo. Sasa inawezekana vipi? Kwa hiyo ikabidi turudi kwenda kupima ku, ku, ku, sampuli za madumu yote tisini na nane. Sasa hii sio kazi ndogo ya siku mbili, na wakati huo huo ukumbuke tunafanya vipimo vyote vinavyostahili, lakini pia kuna swala la e, vi, kama, kutafuta kama kuna sumu yoyote, kwa sababu ili uweze kupata kosa la jinai lazima ujirizishe kwamba kuna mahali mafuta haya yalichafuliwa, iwe kwa makusudi au kwa bahati mbaya, lakini yalichafuliwa kwa maana ya kwamba tatizo lililopo kwenye mafuta halitokani na mafuta yenyewe, labda kuna mtu alichafua kwao. Ndio maana ili lazimu pia maabara ya mkemia mkuu wa serikali iweze kutumika kuangalia vitu vingine ambavyo e, ni nje ya mafuta na, nje ya tabia ya mafuta yenyewe kat e, katika, katika sampuli. Sasa baada ya kupima hata asilimia mia, mia e, hapo kuna baadhi ya sampuli zilifeli baadhi ya vipimo e, sampuli kumi na mbili zilifeli kipimo kimoja cha free fatty acids, lakini sampuli nyingine moja moja zilifeli kipimo cha moisture content kwa maana ya uwepo wa kiasi cha unyevu ndani ya mafuta, lakini kuna kipimo kinaitwa peroxide value, sampuli moja, na kiasi cha chuma, madini ya chuma, iron, sampuli moja. Sasa ukiangalia eh, sio sampuli nyingi, kwa maana ya ile, ile rate ya failure, lakini Ku, ku, ku, ku, ku, vipimo hivi kushindwa kukidhi matakwa vinaashiria nini? Vinaashiria mafuta kuanza kuharibia kuharibika. Kwa hiyo unaweza ukahusianisha moja kwa moja na kuvunjwa kwa sili na, na vile vichocheo nilivyo kushavieleza na, na hali halisi ya mafuta kwa maana ya kwamba sasa yalikuwa yameanza kuharibika. Baada ya kueleza kuhusu eh, kwa hiyo maanake ni nini? Haya madumu yote tunavyozungumzia kwamba yalipimwa yali ni kwamba yali, yako chini mpaka sasa hivi yako chini ya mikono ya TBS, maanake ni kwamba tuliyatoa katika mzunguko. Nikiendelea mbele nitakuja baadaye nitarudi kwenye majumuisho eh, lakini nadhani mmenielewa kwenye upande wa namna mafuta maf maf yalivyoingia na tulivyofuatilia kwa yule muuzaji wa jumla. Sasa nikienda kwa muuzaji wa rejareja. Muuzaji wa rejareja e, yeye mnamo tarehe mwishoni mw mwa Disemba elfu mbili na ishirini na nne aliuziwa madumu ishirini. Aliuziwa madumu ishirini na huyu bwana Ally Fadhil Ally ambaye ali, nimeshamwelezea ambaye ni muuzaji wa jumla. Sasa katika madumu yeye aliendelea biashara yake kauza lilipofika dumu la kumi na nane maanake ni kwamba ameshauza kumi na saba. Sasa vibaki madumu matatu, ile la kumi na nane ndio lililoleta shida, na alipo alipouza alipouza eh, alipouza ndio akaanza kupata mrejesho kwamba kuna athari sokoni, watu wameathirika, na hivyo sasa eh, ndipo yeye akawasiliana na muuzaji ule wa jumla sasa, muuzaji wa jumla bahati e, bahati mbaya aliporudishiwa e, yale madumu mawili ambayo yamebaki, maana ile kumi na nane ilishauzwa kwa mawili yale ya bahati mbaya yali baada ya kurudishwa pale, wao wanasema wakuona haja ya kuendelea kubaki nayo kama yana shida, kwa hiyo waliamwaga na wakampatia mengine. Sasa hatuna taarifa kama hayo mengine waliompatia alikuwa na shida, hiyo taarifa hakuna. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika zile dumu ishirini alizouziwa unaweza ukasema dumu tatu za mwisho ndio zilikuwa zina shida, kwa sababu kama zilizobaki pia walizimwaga, maana yake ni kwamba zilikuwa zinaashiria kwamba zilikuwa na shida. Kwa hiyo e, hii ilisababisha tushindwe kupata sampuli kutoka kwa muuzaji wa rejareja reja. Sasa tukienda kwa waathirika wenyewe, kwa sababu uchunguzi huu nimesema ulikwenda kwa hatua na kulingana na nini tunataka kupata. Kwa baada ya kuwa tumetafuta tume maelezo kutoka kwa muuzaji wa jumla na yule muuzaji wa rejareja tulikwenda pia kwa waathirika wenyewe. Katika maelezo ya msingi ya waathirika wote walieleza kwamba hata wao waliona yale mafuta walivyoyanunua siku ile, waliona ni kama yako tofauti, na hata walipoyatumia mengine waliona yanatoa povu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ee, tayari wao wakaendelea kuyatumia ingawa waliona kwamba mafuta yako sawa, jambo ambalo pia si sawa, kwa sababu unapokuwa hata we mlaji unao wajibu wa kujua kwamba hii bidhaa nilivyoinunua iko sawa kadiri unavyofahamu e. na kama iko sawa, tunashauri siku zote kwamba kutoyatumia, lakini pia kutoa taarifa kwa mamlaka husika ili, ili iweze kufuatiliwa. Kwa hiyo bahati mbaya sasa e, waliendelea kuyatumia na wakapata hayo hayo madhara. Sasa wakati tunafuatilia, tulifanikiwa tu kupata sampuli ya mabaki ya mafuta kwenye kaya moja tu kati ya kaya zile zote zilizokuwa zime zimeathiriwa. Na kutokana na sampuli hiyo moja ikapimwa, hiyo sampuli moja ikapimwa na baada ya kupimwa ikaonekana ina kemikali mbili e. Na kemikali hizi mbili kisayansi, tuna, tuna kwenye mabao naweka ee, alafu kuna 2,4 decadienal na decena. Hizi ni ni, ni ni kemikali ambazo e, kama mafuta yameanza kuharibika ukishayachemsha kwenye joto zinatokea zina na actually hizi ndizo zenye madhara yale yaliyoonekana. Unapozungumzia yale ya madhara yaliyowapata wale waathirika ni hizi kemikali mbili, na ndio maana utaona kwamba kama, kwa sababu hizi haziwezi kutokea kama kama mafuta hayajatumika na ambayo yalipimwa kabla hayajatumika, maanake ni kwamba ile sampuli moja ambayo ilichukuliwa kwenye kaya, kwa maana ya kwamba mafuta yalikuwa yameshatumika ndio ambayo yalionekana kuwa na hiyo. Mantiki yake ni nini? Mantiki yake ni kwamba kama mafuta hayo yalinunuliwa na kaya zaidi ya moja, kama yanayakatumika yakatumika, maana yake athari zitakuwa ni zile zile, kwa maana ya kwamba kemikali hizi zitakuwa zilijitokeza, lakini kwa sababu hatukupata sampuli kwenye maeneo mengine, tunaweza tukasema na wao waliathirika kwa sababu ya kwamba mafuta yalikuwa yameshaanza kuharibika, lakini baada ya kutumia yakazalisha hizo kemikali mbili kama nilivyozitaja, na hivyo kuleta hayo madhara kwa kwa walaji. Kwa hiyo ukizungumzia kumia macho, kuhara, kutapika aswe. Yani hizi kemikali mbili zinazozaliwa baada ya kutumia mafuta yaliyoanza kuharibika zinazaliwa, na lazima utapata hayo hayo madhara. Um, baada ya maelezo haya ndugu zangu wa waandishi wa habari tunaweza tukawa na tukasema tu kwamba kwa maelezo haya, kwanza kabisa hatuoni kama kulikuwa kuna tatizo kuhusu usalama na ubora wa mafuta yalipoingizwa nchini na kwa maelezo meokusha yatoa. Lakini pia eh, vipimo tulivyopima kwa sampuli zile tisini na nane na ile jumlisha ya tisini na eh, tisa viliashiria kwamba mafuta yalikuwa yameshaanza kuharibika na nimeeleza viashiria kwa nini yanaweza kawa yalianza kuharibika. Tumeona kwamba madumu yote yalikuwa tayari kama yalishafunguliwa, e, e, na madhara yaliyojitokeza ni hayo ambayo ni pia nimeshaeleza ya kwamba yanatokana na hizo kemikali mbili ambazo hizo huwezi kukutana nazo kama hujachemsha hayo mafuta kwenye matumizi na kwa sababu walio wengi walitumia kwenye chapati kwenye zile zilezilezile bidhaa zile, zile, maana yake ni kwamba e, waliingiza kwenye moto, kwa hiyo kwa vyote vile hizi kemikali zilizotokeza. Kwa hiyo hizo ndio zilikuwa sababu, na zinaendana kabisa na athari za kisayansi zinazofahamika kwamba hizo kemikali huwa zinasababisha hicho kilichotokea. Sasa e, kwa mantiki hiyo tunao tatizo kwa muuzaji wa jumla kwa maana ya kwamba e, kuna hatua za kisheria ambazo zinatakiwa zichukuliwe kwa mujibu wa sheria ya viwango. Hatua itakayofanywa ni kuwasilisha e, kupitia kitengo cha sheria. Maana yake ni kwamba huyo mtu ataandikiwa rasmi, akishaandikiwa rasmi kwa, kwa mujibu wa sheria ya viwango, kama atakili kosa sheria, ili kuto kwenda kwenye mlolongo mkubwa wa mambo ya mahakama, inaruhusu e, hicho kifungu cha 27 inaruhusu TBS kufanya kitu kinaitwa kufifilisha kosa au eh, compounding of offence kwa Kiingereza, ambayo sheria inasema huyo mtu anaweza akapigwa faini ya fedha isiyozidi shilingi za kitanzania milioni ishirini, lakini kama atakuwa hajakubaliana hatua, maanake anaweza kuchukua ni kupelekwa mahakamani. Kosa kwa kuwa ni la kwanza, E, anaweza akafungwa, mahakama ikijiridhisha, akafungwa miaka isiyopungua miwili au akapigwa faini kati ya milioni hamsini mpaka mia moja, au ikiamriwa vinginevyo adhabu zote mbili kwa pamoja.